Sasa ni wasaa wa utabiri wa hali ya hewa kwa muda wa saa 24 zijazo. Tukianzia saa tatu siku kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Karibu. Tuanze utabiri kwa kuangazia kwa mifumo ya upepo. Upepo wa bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa upande wa pwani ya kaskazini pamoja na pwani ya kusini. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na maimbi madogo. Ziwa Victoria pamoja na Ziwa Tanganyika, upepo wa ziwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Kwa upande wa ziwa Nyasa, upepo wa ziwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Mifumo ya anga bado inatoonyesha viashiria vya mvua katika maeneo mengi hapa nchini, hivyo basi Mamlaka ya Hali ya Hewa wa Tanzania inatoa angalizo la matarajio ya vipindi vifupi vya mvua kubwa katika maeneo machache, hususan katika mikoa ya Kigoma, Tabora, Katavi, Rukwa, Mbeya, Songwe, Iringa, Njombe, Ruvuma, Morogoro, Rindi pamoja na Mtwara. Tafadhali chukua tahadhari. Na kwa usiku wa leo ni matarajio kuwa mikoa ya Morogoro, Ruvuma, Rindi pamoja na pamoja na Mtwara, mikoa inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika maeneo maeneo machache. Maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, Kigoma, Tabora, Katavi, nyanda za juu kusini magharibi, maeneo yanatarajiwa kuwa ya na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Singida, Dodoma, nyanda za juu kaskazini mashariki pamoja na pwani ya kaskazini, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Na kwa siku ya kesho ni matarajio yatukuwa mikoa ya Kigoma, Tabora, Katavi, nyanda za juu kusini magharibi, Morogoro, Ruvuma, Rindi pamoja na Mtwara, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua. Mikoa inayozunguka ziwa Viktoria, Singida, Dodoma, nyanda za juu kaskazini mashariki pamoja na pwani ya kaskazini, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na mpaka hapa kutoka mamlaka yari ya Tanzania, hatuna la ziada. Asante na nikutakie usiku mwema.